Swahili interjections, vihisishi, vihisishi. Vihisishi ni nini? Vihisishi ni maneno ambayo hutoa au huonyesha hisia za moyoni. Vihisishi ni maneno ambayo hutoa au huonyesha hisia za moyoni. Vihisishi pia huitwa viingizi. Vihisishi siku zote huambatanishwa na alama ya hisi mwishoni. Hisia ni mihemuko ambayo binadamu na wanyama hujisikia moyoni na huathiri mwili pia kupitia ubongo. Hisia kwa Kiingereza ni feelings. Mifano ya hisia: huzuni, furaha, mshtuko, mshangao, upendo, hofu, chuki, uchungu, hasira, maumivu, uchovu, shangwe, huruma dharau, kuitikia, kukataa, kujutia, maamrisho, kushukuru, kupongeza na kadhalika. Katika somo hili tunaenda kujifunza vihisishi mbalimbali vinavyoonyesha hisia tofauti kama tulivyotaja. Ikumbukwe kuwa baadhi ya vihisishi huweza kubadilisha maana kulingana na muktadha vilivyotumika. Mfano, kihisishi a kinaweza kuwa cha mshangao au cha kuonyesha dharau kulingana na jinsi kilivyotumika. Tazama mifano hii katika sentensi. Moja, hujui ah, kuchora. Hilo linaonyesha dharau. Pili, ah, rais ameaga dunia. Hiyo inaonyesha mshangao. Tujifunze aina mbalimbali mbali za vihisishi. Vihisishi vya mshangao na mshtuko: salala salale a lahaula mtume kumbi a afanalik du do mama we ala cha masalale lo aka ati. Mifano katika sentensi: moja, lo, mtoto ameanguka majini. Pili, lahaula sikujua alikuwa mgonjwa. Vihisishi vya furaha: hoye, aha, hure, lo, alhamdulilahi. Mfano katika sentensi: hoye, timu yetu imeshinda. Vihisishi vya hasira: ak. ak, po, ebo, kefle. Mfano katika sentensi: po wezi ukasikia unachoambiwa mara moja. Vihisishi vya kuonyesha dharau: a, po, ebo, a, pukachaka, kefle, z, us. Mfano katika sentensi: z, huwezi ukamshinda mwanangu. Vihisishi vya kuonyesha kuitikia au kukubali: nam, abei, bei, taibe Oho, labeka, hewa, mm-hmm, ehe, enhe, mm. Aha, mashala, ewa, shabash. Mfano katika sentensi moja: nam anapenda somo la isabati. Pili: mhm, mm, endelea kuimba na upenda wimbo huo. Vihisishi vya kuonyesha majuto Mungu wangu, laite, afanalek, ole wangu. Mfano katika sentensi: Mungu wangu, si kujua mtihani ni kesho. Vihisishi vya kutoa shukrani: asante na shukuru, alhamdulillahi. Mfano katika sentensi: asante, pesa hiyo imenisaidia sana. Vihisishi vya kutakia heri: inshallah majaliwa, mungu akipenda. Mfano katika sentensi moja, Mungu akipenda nitaenda Amerika. Pili, majaliwa nitahitimu kiwango cha uzamifu. Vihisishi vya kuonyesha uchovu, ufu. Mfano katika sentensi, ufu, kazi ya leo imekuwa nyingi sana. Vihisishi vya kutuliza, pole samahani. Mfano katika sentensi: pole, utahisi nafuu. Vihisishi vya kuonyesha kukataa: hata, la, kamwe, la hasha, ngo, abadan, katan, hasha, katu. Mfano katika sentensi: hata kama usimkora. Vihisishi vya kuapa: bilahi, talahi Walahi, haki ya Mungu. Mfano katika sentensi: walahi, si kuchukua hiyo pesa. Vihisishi vya kuonyesha huzuni: maskini, ole wangu. Mfano katika sentensi: maskini, amefutwa kazi bila hatia. Vihisishi vya kupongeza: heko, hongera, pongezi. Mfano katika sentensi: hongera, umeibuka mshindi katika mashindano ya uchoraji vihisishi vya kuonyesha chuki: ebo, fedhuli, we baradhuli. Mfano katika sentensi: Fedhuli we, si kujua hii ndiyo mienendo yako. Vihisishi vya kukemea: we, ebo. Mfano katika sentensi: We, acha kuchezea maji. Vihisishi vya kuonea huruma ho Oye oh, yeah. Mfano katika sentensi oye oh, yeah. Mtoto ameumia mguu. Vihisishi vya kusifia we, hmm. Mfano katika sentensi hmm. Rinda nzuri hilo. Kihisishi cha kicheko haha. Mfano katika sentensi haha, kauli hiyo inanifurahisha.